Mm-mm. Sasa hii ndizi nimemaliza tayari nimekula. Hii ni nini? Nini ni shida? Kufa, barabara. Sasa si ganda ya ndizi tu nataka niweke wapi? Sasa wewe unataka nifanye nini wakati ni ganda ya ndizi tu? Kitu cha kwanza barabara inakuwa chafu. Kitu cha pili tutasababisha ajali. Unajua kama unaweza fungwa wewe? Kwa hiyo mtu hapo anaweza fungwa. Mimi nakwambia vizuri. Kwa hiyo nifanye? Na, na we ah, kijana. Hmm, yes, hiki ambacho umekifanya hapa si nidhamu. Unajua kwamba hili ganda ni ndogo lakini litaweza sababisha madhara makubwa sana kwa jamii. Hivyo ndivyo nimemwambia mimi, lakini akawa anisikii. Wewe usinitee mdomo, nimekuambia wewe. Nini shida? Usianza kuleta mdomo hapa, nitaweza nikakufunga kwa sababu hii ni barabara ya umma, si yako wewe mwenyewe. Unasikia sasa? Naweza niseme tu, unaona hivi? Eh unapotupa taka hapo barabarani mm. gari itaisha ikaanguka ikaumiza watu. Haya, nimemwambia hivyo hivyo. Lakini pili, wewe umeweka hapa, mwingine aweke, mwingine aweke, itakuwaje? Barabara itakuwa chafu na mm. Mm. safi, mm. pia itakuwa na utelezi. Unaona, ukifanya mazingira kuwa safi, afya zetu pia zitakuwa safi. Umenielewa mm. kwa hivyo siku yote wakati unaona kwamba uko na kitu cha kutupa, tafuta mahali kuna pipa la mm. taka okota. Umenielewa? mm. ukishaweka pale basi. Na kama hakuna pipa la taka hapo karibu, weke kwenye mfuko mdogo, mpaka pale ambapo utaweza tupa mahali pa salama. Sawa sawa, nimekusikia sasa, utaweza ukachukua ukaenda nalo mpaka mahali pa salama, nilikwambia. sa, sa, sa, sa, sa, na, na, e, mm, na pale ambapo unaenda waambie hmm, wenzako wale ambao unawapata kwamba mazingira ni muhimu kwa binadamu unielewa? Yes.